Hebu <laughs> eh, tuongee vizuri. Unaposema unachukua majukumu kama mama, kwa sababu tumesikia hapa kazi za ndani ni za nyumba yote, zinamhusu baba na mama wote, sio mama peke yake. Kazi hazina ya jinsi, si ndio? Tumesema hivyo eh. Kwa hiyo ni majukumu yote, lakini pia umesema kupika nyumbani. Nataka wewe kwa uelewa wako, watu wangapi unawapikia? Unaweza kaenda ukakuta nyumba ina watu 32 18 inategemeana na kwa jinsi wanavyopika hapo nyumbani kwao. Kwa hiyo unafikiri kazi za ndani ni kupikia watu wangapi, wenye nyumba utakaowakuta, na pia kuna wageni wanaweza wakaja nao pia inatakiwa wapikie. uwapikie kwa hiyo, wewe una namba wewe, wote tu utakawakuta utawapikia ndiyo, kwa wakuta, uta hata lio, kwa sababu ni kazi kama kazi zingine kwa hiyo yani unapofika unakuta umepangiwa sehemu yenye familia mm -hmm, inatakiwa tu upambane. Kwa hiyo ndo nataka nijue hiyo namba kichwani kwako ni namba ipi ya watu ambao unaweza kuwapikia? E, kumi na mbili. Kwa hiyo wewe ukipata familia ni watu kumi na mbili, haina shida. Ndio utaogopa Stavu. Maana kuna wadada wengine wakifikaga wanapiga simu hey, wako nane. <laughs> <laughs> akifika tu anaweza kuhesabu watu, mbona inaambia wako watatu, wako tisa? Amna hiyo pia, yani hiyo inatakiwa, yeye kashaambiwa akapangiwa kazi sehemu fulani, akafanya kazi kwenye kazi Amna sehemu ambayo haina changamoto, ni kutia bidii na usi, yani kuliko kukimbia, bora ukakazana, mak uweze kutembea kila nyumba kila nyumba. Utakuta kuna sheria zake, eh, sheria sheria yetu sisi ni moja, ni mkataba, Maria. Amna nyumba yenye sheria zaidi ya mkataba wetu. Ndio, kuna namna. Ndio, kwenye mkataba umesema kuna kupika. Yeah. Utaenda kwa bosi chakula chake akipiki akipikwi kama ulivyofundishwa kule kituani, ni sawa. Mimi yani ishu yangu ilikuwa ni idadi namba ya watu unaowahudumia. Kwenye namba hapo, wewe utakuwa tayari kufanya kazi kwenye nyumba ina watu ishirini? hiyo inategemeana. Ah, jibu tunalo, inategemeana kama anachukua mfanyakazi wa kiwango gani, kiwango gipi eh? Kuna tradition, kuna smart, kuna professional. Mimi natazungumzia wewe, watu ishirini inatakiwa professional, unakimbia majukumu Amna, kwa hiyo wewe unaona watu ni wengi sana. Kwani si tukisema professional sio professional, tunazungumzia idadi au ubora? E, jamani ubora. E, eh? Bora. Sasa mbona umesema anatakiwa professional? <laughs> yeye ndo ana mikono kumi. <laughs> Level, level ni kwa ajili ya ubora sio idadi umeelewa? Umeelewa uh -huh, si ndio? wapo ma professional hapa si ndio? Ndio, ambao mnafanya kazi kwenye level ya professional sio kwa sababu kuna watoto thelathini, si ndio? au sijui kuna masafuria ishirini. Ni zile zile kazi ila ni tofauti, ni ubora wa kazi. Ndio. Eh, kwa hiyo haijalishi, kwa hiyo ulivyosema hivyo kwamba hiyo ingemfaa professional sio sawa, umeelewa? Ndiyo, nimeelewa. E, kwa sababu ugali atakaopika utaliwa na watu wale walewale si ndio? ambao nawe utapika tofauti labda wake unaweza kuwa mzuri zaidi si ndio? Lakini watu watakula wale wale nguvu ile ile atatumia. Si ndio? Ndiyo, ndiyo. Haya, mwingine asante ma wadada Center Page na kurudia mwingine kuna mwingine anakuongezea hivi unajua hii mada tumeileta kwa sababu yenu nyinyi zaidi eh? kwa sababu malalamiko mengi tunapata kutoka kwenu. Kwao nashindwa kuelewa kwa nini amuongee. Dada Lili mnaweza mkasema ambazo sio pia za ndani. Kuna za ndani ambazo sio za ndani, mnavyofikiri nyinyi, maana nyinyi ndio mmekuwa mkitoa hayo malalamiko. Umeelewa eh? Hey, sasa mkinyamaza hapa mnashindwa kuelewa wa dada senta. Ah, uh, na naomba nijazie malalamiko amtakii, mtoe tu ofisini na kule kwenye magrupu yenu ya WhatsApp ambayo mnaongea habari za kuacha kazi hapa, nyumba ina kazi nyingi, kuna kazi haziko hata kwenye mkataba, naacha kazi. Sasa hii platform ni kwa ajili ya kukusaidia wewe usiache kazi, uweze kuendelea na majukumu utimize malengo yako, lakini mabosi wasikie changamoto ambazo mnakutana nazo. Sasa msipozungumza, mnakuwa hamsaidii, yaani tuko hapa kuwasaidia, lakini nyinyi wenyewe mkifika hapa mnaogopa kusema. Mkifika kwenye magrupu yenu kama mmefunguliwa sijui nini, mnaongea kweli kweli, na mkipiga simu ofisini malalamiko kama yote. Mkifika hapa ndio sehemu sahihi ambayo unaweza ukapata suluhisho. Hii platform tulisema sio ya kuogopana mabosi na wadada, hapana. Hapa tuko hapa kusaidiana, kwa sababu bosi atakapojua changamoto za majukumu nyumbani na we ukajua pia mahitaji ya mabosi, bosi wako anahitaji nini, kila mtu akasimama kwenye nafasi yake maisha yatakuwa mepesi na utafanya kazi kwa uhuru na furaha, ndicho tunachokitaka. Karibuni wadada senta, nguzo ya familia. Naitwa Lilian, napenda kutoa maoni kuhusiana na mada inayosema kwamba majukumu ya dada wa kazi nyumbani. Majukumu ya dada wa kazi, kwanza kabisa ni malezi ya familia husika ambayo atakuwa kwa wakati huo Pili ni usafi wa mazingira ya nyumba na mazingira yanayozunguka nje ya nyumba. Tatu ni mapishi au upishi kwenye hiyo familia ambayo utakayokuwa. Nikisema upishi, it means kwamba utakuwa pale responsible kwa ajili ya kuhakikisha familia inapata chakula kutokana na ratiba iliyojiwekea. Na tukija kwenye masuala ya usafi, Usafi ni kuanzia nyumba nyumba nzima, kuanzia juu mpaka chini, maeneo yanayoizunguka nyumba, ya nyumba aidha nje ya nyumba. Kama kuna uwanja unaweza ukafanya usafi kwa kufagia na pia mazingira ya ndani. Usafi in general ni kufanya usafi, aidha wa kufua, kusafisha, kupiga mopu ambayo ni kudeki na kuosha vyombo ku piga pasi na nyumba nzima, usafi wa kuanzia usafi wa nyumba tuseme ni madirisha, milango, vyoo, vyumba kwa ujumla wa hivyo. Alafu kwenye malezi utapata nafasi ya kuwalea au kuwasimamia wale watoto au familia ambao utakuwa umeachia kwa wakati huo na msimamizi mkuu wa nyumba aidha yupo au hayupo, kwa hiyo utachukua hilo jukumu kama dada kuhakikisha malezi ya nyumba nzima na watoto kwa ujumla yanaenda sambamba na wazazi wanavyotaka. Asante. Kwa hiyo kama ili eneo Lilian, kama ile eneo letu hapa tulokuwa hapa sasa hivi. Ndio, wote mnaliona? Ndiyo. Wapi, sio kazi za ndani tu, tupe idea ndani tunajua, ndani si ndio? Ndani ndani kule kwa hapa, wapi sio kazi za ndani, kwa mazingira ya nyumba mm. Mimi navyoelewa usafi unaoizunguka nyumba pia itakuwa ni jukumu langu, kwa sababu sidhani kama utasafisha nyumba nzima ikaonekana nzuri, alafu mazingira ya nje ya nyumba yakaonekana machafu, alafu ukasema kwamba hilo sio jukumu lako. Okay, sasa kwenye hii nje hapa kuna nje mbili, kuna nje hii hapa Alafu kuna kule umeona kule nje walipopaki magari kule umeona, okay, na... ile nje ile yote imezunguka nyumba, kwa hiyo na ile nayo, mimi naongelea mazingira ya ndani ukuta ambayo yamezungushwa yaonekane smart. Hata nje pale kwa mimi binafsi ninaweza hmm, nikatoka baada ya kumaliza kazi zangu nikahakikisha mazingira ya geti pale yako sawa, ila nahisi familia nyingi huwa wanakuwa na mtu wa wa nje au kijana ambaye anasimamia mazingira kwa nje na mazingira ya ndani, ila kama hayupo binafsi naweza nikajitolea baada ya kazi zangu nyingine nikatoka nikahakikisha kwamba mazingira pia ya nje ili kuhakikisha kwamba ni salama na rafiki kwa familia nikayafanyia kazi. Okay, kwa hiyo ya yeah, mtampigia makofi. Kwa hiyo ndani ni hapa, kule kwa nje kawaida ni kuna mtu mwingine, si ndio? eh mazingira ya ndani na nataka tuwe clear, tuelewane mabosi. Mm, wanasikiliza na wengine wanasikiliza mm. Kuna hapa si ndio? Hapa simuona hapa mm. Alafu kuna kule cool nje. Kwa hiyo wewe ulisema ni ndani hapa, kule cool nje ni kama kukava kama atakuwa yule mhusika hayupo, si ndio? Yes, kwa nje ya geti kama, yeah, kutakuwa hamna kijana mwingine wakusaidia. Yeah, mimi nitaweza kutoka na kuhakikisha kwamba pako salama, kwa sababu oh, pia ile ni reception ya nyumba. Pako salama safi. Ni mlinzi yani, ntafanya ntasafisha eh? nta kuwa salama ni kwamba nitafanya ili paonekane pako smart. Okay, samini na swali kwako. Ndio. Una hiyo nyumba kama hii ina vyumba vinne sijui vitano. Ndio. Kuna kufua, kuna huku. Ndio. Sijui kudeki, alafu kuna watoto watatu wote wako chini ya miaka sita. Ndio. Nitasimamaje hapo? Eh. Sasa hapo kusimam inategemea na mkataba wangu niliosaini na bosi wangu. Mkataba wa umesema kazi za ndani. Kazi za ndani, hey. Sawa, nitaangalia ukubwa wa familia. Najua familia nyingi za kiafrika huwa tuna idadi chache ya watu haiwezi kuzidi kumi. Sasa mimi sijazungumzia idadi mm. Umeelewa nichosema? Umele, mi nilikuwa nazungumzia tu mazingira yani, hapo sijagusa watu kwanza, okay. Yani sijaja kwenye watu nimesema, simona kama hii nyumba hivi ndio alafu kuna nje alafu kuna kule alafu kuna watoto watatu tayari mm. wadogo wanaokutegemea wewe Mdia. Kwa hiyo labda tuzibreak down hizi kazi. Kwa hiyo kuna kazi ya kwanza ya malezi, una watoto wa watatu si ndio? Unapika alafu kwenye ule usafi unandani, vine, nje, afu, una ndani hivyo vimba vinne una hapa nje alafu kuna kule nje sawa. Naomba nikujibu kama ifuatavyo: hauwezi ukafanya hizo kazi zote kwa wakati wa tatu, lazima umeneji muda wako wa kazi. Kazi ya usafi utaipatia muda na kazi ya malezi na kazi ya upishi sio kwamba muda wote wa siku nzima utakuwa unafanya mapishi au unafanya usafi au unawalea watoto. Kuna wakati utajitengea kwamba kwa, kwa sababu hii ni kazi yangu nitagawa huu muda kuanzia saa kumi aiza mpaka saa moja au saa kumi na mbili at least niwe nimefanya usafi wa mazingira, alafu baada ya hapo nitadili na mapishi kama ni breakfast au kwa sababu watoto sidhani kama watakuwa wanashinda nyumbani muda wote, kwa hiyo utamanage muda wako kwamba huu muda nitafanya malezi, huu muda nitafanya usafi, huu muda nitafanya mapishi. Jamani, niulize swali tu, tuna mabosi wa ajili mwenye watoto mtoto, unaweza ukampangia muda wa malezi? Silas, yuko wapi Silas? <laughs> Silas yuko wapi? <laughs> Y- yupo eh? <laughs> hivi unaweza ukampangia muda mtoto Sasa wewe umeanza kusafisha si kule nje, yeye kaamka analia huko, kwa sababu ni mtoto mdogo ambaye bado hajapata utambuzi wa kutosha. Mbona anahitaji watatu? Yes, hata kama wakiwa wanne, lakini ni watoto ambao uh -huh. wanatakiwa umakini wa kutosha. Watoto siku zote wanahitaji umakini kwa hiyo nikiona kama hao watoto wanahitaji umakini wa ukaribu zaidi, nitahakikisha naacha kwanza hiyo sehemu ambayo nilikuwa nafanya, kama ni usafi, na zingatia kwanza hao watoto wako kwenye position nzuri, aidha wameamka, wamepata chakula cha asubuhi, wameoga, wamefanya usafi wa mazingira ya mwili, wamekaa kwa utulivu, then naweza nkaendelea na kazi zangu nyingine. Kwa hiyo utaacha ulichokuwa unakifanya, si ndio? Nitastop ili kuangalia kwanza watoto wako salama ambacho huwezi kujua kitakuchukua muda gani, si ndio? Naweza nikamanage kwamba nitachukua a <laughs> tuongee vizuri, utajua kitakuchukua muda gani. Of course, huwezi ukakaa na watoto siku nzima unasema unalea watoto, hapana. Kwa lazima wawe watoto unawalea muda gani, kwamba kuanzia saa mbili mpaka saa nne baada hapo unawarudisha, kwa sababu sio watoto wadogo ambao wanahitaji kubebwa mgongoni, chini ya hmm, miaka sita watatu Yes, chini ya miaka sita, sio kwamba utakuwa nao muda wote mgongoni, ni ule umakini tu kwamba nafanya hii kazi, lakini hapa kuna watoto inahitajika, jicho langu mara kwa mara liwe kwa hawa watoto. Sasa kwa utafanya... jicho lako ngoja ulisema pia nje kule kwako, hilo jicho lako litapasua ukuta, utaona mpaka ndani? Au hilo jicho lako utaonaje? nje kule nimesema, nitafanya usafi iwapo nitakuwa nimemaliza kazi zangu nyingine za muhimu sana. Ha, kwa hiyo nje sio muhimu? Ni muhimu, lakini sasa kuna umuhimu kama huo wa watoto? Unajua, watoto ni watu ambao wanahitaji umakini wa hali ya juu. Aya ha, tusimame hapo hapo.